Uhabari gani mwana KOA TV, kama ni mara yako ya kwa kwanza, tafadhali subscribe na tano na karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Diwa KOA TV. Kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA taifa Tundu Antipas Lissu iliyopangwa kuendelea leo, Jumatatu Novemba kumi mwaka elfu mbili na ishirini na tano, imehairishwa hadi Jumatano ya Novemba kumi na mbili mwaka elfu mbili na ishirini na tano itakapotajwa tena mahakamani hapo. Kesi hiyo ilipangwa kuendelea leo ambapo, uh, upande wa jamhuri ulitakiwa kumleta mahakamani hapo shahidi wa nne, lakini kutokana na kile kilichoelezwa kuwa hali ya jiji la Dar es Salaam hakutokuwa kwenye utulivu, mashahidi wa jamhuri kutoka mikoa ya Ruvuma na Mbeya wameshindwa kusafiri kuja Dar es Salaam. Aidha, upande wa jamhuri uliendelea kueleza mahakama kuwa kwa mantiki hiyo tarehe tarehe ya leo haikuwa, hau, haikuwa imepata shahidi kwa ajili ya kuendelea na kesi leo, na hiyo inatokana na sababu iliyoelezwa hapo juu awali ya kwamba jiji la Dar es Salaam kutokuwa shwari kwa asilimia mia moja. Katika maelezo yake wakili wa serikali mkuu A Thawabu Issa ameiomba mahakama kuahirisha kesi hiyo chini ya kifungu cha mia tatu na mbili a sheria ya mwenendo wa makosa jinai sura ya ishirini toleo la mwaka elfu mbili na ishirini na tatu kwa sababu ya kuto kuwepo kwa mashahidi wameshindika, wameshindwa kusafiri kwa sababu ya kiusalama. Upande wa jamhuri uliomba mahakama kuahirisha kesi hiyo kwa siku kumi na nne lakini katika maamuzi yake mahakama kupitia uh, jaji Danstan Ndunguru akitoa uh, maelezo kuwa shauri hilo linaahirishwa kwa hadi ya Jumatano na siku, uh, siku, kwa siku ya uh, kumi na nne kama ilivyoombwa na jamhuri. Una maoni gani kama mwana KOA TV kupitia uh, mwenendo huu wa kesi ya Tundu Antipas Lissu uh, dhidi ya jamhuri. Tunafahamu kwamba Tundu Antipas Lissu anashtakiwa kwa kosa uh, la uhaini na kesi hiyo takriban sasa inaendeshwa uh, ni mwezi takriban wa tano tangu ilipokuwa uh, mwaka tangu ilipoanza mwezi wa nne, na sasa inakaribia karibu miezi sita fulani hivi au mitano fulani hivi tangu alivyoshikiliwa, ilikuwa tarehe 14 mwezi wa nne mwaka huu. Tafadhali shusha maoni yako katika sehemu ya comment section hapo nitakuja kuyapitia, lakini pia kama ni mara yako ya kwanza, unaweza kwa subscribe na kutana notification. Jina langu ni Dio, KOA TV, tunao wakati ujao katika maswala ya kisiasa. Bye, bye.